Fafanua sifa za sajili ya matanga. Hujambo na karibu Teachkrest. Mimi na wudha wako Bikerubo. Leo tunataka tujikite katika somo la Kiswahili ambapo tutaangalia isimu jamii haswa sajili ya matanga. Sajili ya matanga ina sifa zipi? Moja, pana matumizi ya msamiati maalum. Kumbuka kila sajili ina msamiati wake wa kipekee unaoitambulisha sajili hiyo. Hivyo utapata kwamba katika sajili ya matanga kuna misamiati kama vile marehemu, jeneza, sanda na kadhalika. Ifahamike kwamba mara nyingi msamiati wa mazishi au matanga huwa ni wa huzuni hivyo utaona maneno kama kifo, mauti na kadhalika. Aidha utapata kwamba uh, watu wanapo uh, salimiana huwa wanatumia neno makiwa, na jibu ni kwamba tunayo uh, makiwa, tunayo. Jambo la pili, pana matumizi ya muziki wa kuliwaza. Watu wako katika hali ya huzuni na mara nyingi hawawezi kujieleza kwa njia ambayo inaweza kueleweka. Hivyo ni vizuri pawe na matumizi ya nyimbo ambazo zinaliwaza na zinaweza kuwapa watu matumaini. Hivyo utapata pale kuna nyimbo kama vile uh, safiri salama tutaonana baadaye. Zingine utapata kwamba ni za Kizungu, kwa mfano We shall meet on the beautiful shore. Unaona, nyimbo ni nyingi. Haya, jambo la tatu, unapata kuna kurejelea kwingi, watu hurejelea vifungu vya vitabu vitukufu, haswa kuhusu swala la kifo, mm? Mtu anapoaga nini kinatendeka mm? Jambo lingine unapata kwamba aa, mbinu rejeshi hutumiwa, mm? Hasa watu wanaporejelea maisha ya mwenda zake utapata mtu anatuambia jinsi walivyokuwa labda marafiki wa kufa kuzikana, mm? Chanda na pete mbona, utapata wanarejelea hata walivyopatana kama ni Uh, mwanafamilia atasema alivyokuwa na uhusiano uliokuwa vipi eh, mambo aliyoweza kumwambia na kadhalika. Jambo la nne ni kwamba kuna matumizi ya lugha ya kuliwaza kwa waombolezaji inayoambatana na kwikwi, kwa sababu watu wako katika hali ya huzuni, anayekuja uh, kuomboleza na wale waombolezaji wengine, mara nyingi analazimika kutumia lugha ambayo inatoa um, matumaini hmm? Mungu anajua hmm? Mungu awape uh, faraja na kadhalika na kadhalika hmm? Uh, yuko mahali pema peponi hmm? ameitwa na Mungu na kadhalika, mambo kama hayo hutumiwa. Jambo lingine ni kwamba kuna matumizi ya lugha ya unyenyekevu. Uh, na sababu ya watu kunyenyekea ni kwa sababu unapata kwamba tuna unyonge sisi kama binadamu, aswa kuhusiana na swala la kifo. Siku ambayo utaitwa utaenda tu, mm? Hautasema ha, si leo mm? Ili linafanya kwamba sisi ambao tumebaki tuweze kunyenyekea, kwa sababu si kwamba tuko wazuri mm? Na sababu nyingine ya kutumia lugha ya unyenyekevu ni kwa sababu aa, kuna watu wengi na si vizuri kutumia lugha ambayo itaweza kukuwa na kikwazo kwa wengine eh? Kumbuka tayari wana kipigo kikubwa eh? Kuna mauti hapa eh? Hivyo kuna haja ya kuwa mnyenyekevu aa, unapokuwa katika sehemu ambapo watu wamefiliwa jambo lingine ni kutia chuku. Kumbuka kwamba haswa, katika utamaduni wa Afrika unapata kwamba tunapenda kusifu marehemu, tutasema alivyokuwa mzuri hata ikiwa alikuwa mwizi. Ha, hapo tuna mtilia, tutasema ukweli huo, tunaangalia mengine, tunamsifu na nadhani inatokana na kwa sababu watu wengi waliamini kwamba ikiwa mtu ashavuka kuelekea ng'ambo hiyo nyingine a, wataki mikosi hivyo unajaribu a, kumsifu yule mtu asije akakuletea mikosi. E, haunti nyingine ni kwamba mtindo wa hotuba hutumika kwa mfano, waombolezaji wenzangu, kama mnavyojua tumekusanyika hapa kwa ajili ya kumsindikiza rafiki yetu ambaye amelala hapa. Ikiwa kuna mtu alifikwa zaidi na msiba huu ni mimi marehemu alikuwa rafiki wangu wa dhati tuliyeshirikiana naye sana. Nilimjua marehemu tukifanya kazi katika soko la Mauzoduni na tangu siku hiyo tumeishi kama ndugu; kuomba radhi ukikosewa; kusaidiana, na kadhalika. Unaona hapo, unaona kwamba kuna ule mtindo wa hotuba unaotumika uh, watu wanapotoa rambirambi mm, zao. Aa, wakati mwingine unapata kwamba huenda hukufika katika matanga yale, basi unatuma barua ya rambi rambi unatuma risala risala ya rambi rambi. Jambo lingine ni kwamba pana masimulizi na maelezo, haswa kuhusiana na chanzo cha kifo cha mwenda zake. um, wakati mwingine kwa sababu kuna kazi ambazo zinahitajika kufanya, kama ni fedha zilitumiwa vipi, ikiwa kuna mchango unafaa kufanywa hivyo, pana haja ya kueleza uh, kuelezana, mm, na pia hata kusema mazishi yatakuwa wapi na kadhalika. Hivyo kuna mtindo wa masimulizi na maelezo. Jambo lingine ni kuwa ni lugha inayodhihirisha kukata tamaa. Watu wanapotoa rambirambi zao, unapata kwamba wana lia hivi kwamba unaona amekata tamaa hasu, upate ni mzazi obe na kingo cha kova, eh, itakuwaje? Ah, mama wengine hata wanajirusharusha chini, wengine hata wanataka kuingia kule kaburini wazikwe pamoja. Hivyo unapata kwamba kuna kule kukata tamaa kwa sababu labda ni mtu ambaye ulikuwa umemzoea sana unashangaa sasa, maisha yatakuwa vipi bila huyu mtu, haonekani tena ulimwenguni. Naam, natamatisha sifa za sajili ya matanga kwa kufikia hapa, na hii ilikuwa ni tabaruku kwa mwalimu wangu Bi. Emma Ogutu ambaye alifariki mnamo tarehe nane Mechi mwaka elfu mbili ishirini na tano na kwa familia nzima ya Moi Girls, Eldoret, shule ya mabanati ya Moi, nasema poleni sana. Mungu aweze kuirehemu roho yake Emma. Kwa heri.